Baraza la uongozi la chama cha sheria Tanganyika TLS linapenda kutoa taarifa kwa umma kuhusu shauri la Bibi Beatrice William Nesefori ambaye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu George Thomas Sanga. Shauri hili lilikuwa linashughulikiwa na TLS chini ya huduma ya msaada wa sheria na liliendeshwa na wakili Baraka Mbwilo ambaye ni mjumbe wa baraza la uongozi la TLS na kiongozi wa kanda ya nyanda za juu kusini. Hatua za utekelezaji wa shauri. Mnamo tarehe 27 Februari 2025 kupitia mitandao ya kijamii TLS, iliona malalamiko ya Bibi Beatrice Nesefori akieleza kuwa nyumba yake ilikuwa imepangwa kupigwa mnada kutokana na kesi iliyokuwa inamhusu marehemu mume wake. Kutokana na wajibu wa TLS wa kulinda na kutetea wananchi chini ya kifungu cha nne cha sheria ya TLS, baraza la uongozi lilijadili swala hili kwa haraka na kuamua kumsaidia mjane huyo. Kwa uharaka wa jambo hili, wakili Baraka Mbwilo alijitolea kumsaidia Bibi Beatrice. TLS ilifanikiwa kupata mawasiliano yake. Na asubuhi ya tarehe 28 Februari 2025, wakili Baraka Mbwilo alimtafuta Bibi Tris na walikubaliana kukutana kwa ajili ya mahojiano. Wakili Mbwilo alimshauri mteja wake kufungua maombi ya kusimamisha mnada uliokuwa umepangwa kufanyika tarehe 13 Machi 2025 ili kuhakikisha kuwa hatua sahihi zinachukuliwa. Wakili Mbwilo pia alihitaji kupitia jalada la kesi mama. Wakili Mbwilo alitayarisha na kusajili maombi ya kusimamisha mnada kwenye mfumo wa mahakama mnamo tarehe Februari 2025. Tarehe 3 Machi 2025 alifika katika mahakama ya Kinondoni na kupitia mwenendo wa shauri husika. Alifuatilia maombi aliyokuwa ameyasajili ili kupata namba ya malipo na kulipia gharama husika. Msingi wa kesi mama. Marehemu mume wa Beatrice Nesefori, bwana George Thomas Sanga, alikuwa anakabiliwa na kesi ya madai namba 252 mkwaju 2021 ambapo bwana Emmanuel Bitungwa Cosmas alikuwa anadai fidia baada ya kugongwa na gari na bwana George Thomas Sanga na kuvunjika mguu wa kulia mara mbili. Kabla ya kesi kuanza kusikilizwa bwana George Thomas Sanga riki dunia kwa ajali ya kugongwa na pikipiki. Kufuatia kifo chake, bibitris nesefori aliteuliwa kama msimamizi wa mirathi yake, alijumuishwa katika shauri hilo hadi hukumu ilipotolewa. Shauri la maombi ya kusimamisha mnada lilipangwa kusikilizwa tarehe 5 Machi 2025, lakini hakimu aliyelipokea alilipanga tarehe 6 Machi 2025 baada ya kupitia jalada la kesimama Wakili Baraka Mbwilo aligundua mapungufu ya kisheria katika maombi hayo na kuomba muda wa kujiridhisha zaidi. Mahakama ilikubali na tarehe kumi Machi 2025, Wakili Mbwilo aliomba kuondoa maombi hayo na kupata kibali cha kuwasilisha upya. Maombi mapya yalifunguliwa siku hiyo hiyo tarehe kumi Machi 2025 na alipangiwa hakimu wa kusikiliza. Tarehe 12 Machi 2025, Wakili Baraka Mbwilo aliwasilisha hoja zake mbele ya mahakama pamoja na Bibi Trisnes Fori na maombi yao ya kusimamisha mnada wa nyumba namba 70 iliyopo mtaa wa Piza Mbezi Luisi Dar es Salaam yakasikilizwa. Aidha, baada ya kupitia mwenendo wa jalada mama, Wakili Mbwilo alibaini kuwa kulikuwa na sababu za kukata rufaa dhidi ya maamuzi ya mahakama ya wilaya. Maombi haya yalisajiliwa rasmi tarehe 9 Machi 2025, na tarehe 11 Machi 2025 yalipangiwa jaji kwa ajili ya kutajwa. Habari njema ni kwamba jioni ya tarehe 12 Machi 2025, Msamaria mwema alijitolea kusaidia kufikia suluhisho la amani ambalo liwahakikishia pande zote haki zao. Pande zote zilihudhuria mahakamani siku hiyo hiyo na kuwasilisha ombi la kufunga shauri kwa mujibu wa hati ya makubaliano. Baada ya hapo wakasaini hati ya makubaliano ambayo tarehe 14 Machi 2025 yalisajiliwa mahakamani. Tunampongeza wakili Baraka Mbwilo kwa kujitoa kwake katika kushughulikia suala hili kwa karibu licha ya ratiba yake ngumu. Pia alijitolea kugharamia baadhi ya hatua muhimu ili kuepuka ucheleweshwaji ulioweza kusababishwa na maombi ya kusamehewa ada za usajili wa kesi. Tunawasihi wananchi, hususan wamiliki wa vyombo vya moto na wale wanaotarajia kununua, kuhakikisha kuwa vyombo hivyo vinakuwa na bima inayomlinda mwathirika Yaani, bima ya mtu wa tatu kama inavyotakiwa kisheria. Mwisho, tunatoa wito kwa vyombo vya kutekeleza sheria ikiwemo jeshi la polisi kuhakikisha ufuatiliaji wa karibu kuhusu utekelezaji wa sheria ya bima kwa vyombo vya moto, kwani ajali nyingi hutokea huku magari au pikipiki husika zikiwa hazina bima. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.